kwa maana ya kwamba wanaweka pia. Tumempata mwenyekiti ambaye amerudia kwa awamu ya ya yake nyingine ya tatu, mheshimiwa Steven Mwapa. Historia inaonesha kwamba wapo viongozi wa walioshawahi wa kutangulia kuwa wenye vitu halmashauri tukumbuka, kuna mzee anaitwa Siovela alifanya mambo yake na baadaye wamekuja watu kama Tim Steven Mwapa. Moja ya kitu ambacho ninamuona atakwenda kuwa bora zaidi ni kwa sababu mpaka sasa kwanza ameweka historia ya kuwa halmashauri ya kwanza katika mkoa wa Iringa kutoka kwenye analogi kwenda kwenye digitari. Tunavyozungumza hivi sasa, halmashauri ya Iringa wanafanya vikao kwa njia ya kutumia digitari eh, ambayo unakuwa na na kishikwambi chako, ambayo ni lugha yeah. ni, ni ya, ya, ya, ya Kiswahili lakini tunasema hivi kuwa na, kuwa na tableti kwa hiyo nyaraka zote za kiserikali ziko ndani ya tablet. Kitu ambacho halmashauri nyingine zote za mkoa wa Iringa na yamkini ikawezekana hata kwa Nyanda za Juu Kusini, ndio halmashauri ya kwanza kutoka kwenye eneo hilo. Kwa hiyo unamuona ni mwenyekiti ambaye mabaraza yake yaliyopita yalikuwa na maazimio yenye mabadiliko na sasa tumekwenda kwenye mabadiliko mengine. Kwa hiyo namtarajia mwenyekiti huyu atakwenda kuipa hatua kubwa zaidi ya halmashauri ya Iringa kama ambavyo imekuwa na historia yake ya pekee yake ya ya, ya kufanya mambo vizuri, hata makusanyiko ya kwenye kufanya mapato, lakini kuna utekelezaji wa ilani eh, kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali. Mathalani, nitakupa mfano hai. Utakumbuka tulikotoka, ndio halmashauri ya kwanza kufanya eh, upauaji kwa njia ya vitu vya chuma kuliko kutumia mbao, ili kuweka uimara na udumu wa muda mrefu wa miundombinu madarasa na zahanati na vituo vya afya. Kwa hiyo utaona tunatarajia kwamba ni mwenyekiti ambaye atatupa at, lakini mwisho kabisa ne, eneo la analogi koja kwenye digitali, unapozungumzia tableti, unazungumza kifaa ambacho kinaweza kikawa zaidi ya milioni moja au milioni moja na pointi, lakini nyaraka hizi ambazo zilikuwa zinatengenezwa kwa kila robo ya, ya, ya baraza la madiwani maana yake ni gharama kubwa sana. Ukichukua tu baraza la madiwani ambalo lina watu wa 41, wataalamu tusiopungua zaidi ya 30 hadi ya 40 kwa kikao kimoja na wote mnapaswa kupata nakala ya kikao kimoja na unaweza kukuta kuna peji zaidi ya 400 hadi 1000 katikati hapo, inategemeana na ukubwa wa ajenda. Imepunguza gharama kubwa sana kutoka kutumia nyaraka za karatasi na kwenda kutumia digitali. Basi tumpongeze sana mkurugenzi wa Halmashauri ya Iringa, lakini pia tumpongeze sana mwenyekiti wa Halmashauri kwa sababu alikuwa ni mazingira baraza la madiwani ilipo kile. Arnold Hezron Mvamba, katibu wa siasa na uenezi wilaya ya Iringa vijijini, leo tarehe 3, limefanyika baraza la halmashauri ya wilaya ya Iringa ambapo kupitia baraza hili amepatikana mwenyekiti wa halmashauri ndugu yetu Steven Peter Muhapa na of course ni kipindi cha mara ya pili, lakini makamu wake ni ndugu yetu Konstantino Makala. Sisi kama wananchi kama wanachama pia wa Chama cha Mapinduzi tunayo matarajio makubwa sana na baraza hili jipya la halmashauri, kwa sababu lina mchanganyiko wa watu wengi sana e, wako vijana, wako wazee, wako akina mama, wako wenye elimu, wako na wengine kadha wa kadha. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia mchanganyiko huu tutapata matokeo chanya kabisa. Naomba pia nichukue nafasi hii kumpongeza mwenyekiti wa halmashauri, ndugu yetu Steven Peter Muhapa ambaye amechaguliwa sasa kwa kipindi cha tatu. Hii inaonyesha namna gani anaaminika na madiwani wenzake, lakini namna ambavyo wananchi wanamwamini, na sisi kama wananchi wengine tunayo matarajio makubwa sana kwamba atatusaidia kama alivyofanya kwenye vipindi vilivyopita kusukuma gurudumu la maendeleo kwenye halmashauri yetu hii, na tunaamini mambo mazuri yanakuja. The future is bright. Amen.